Wewe mtazamaji wa VIP online nakukumbusha, wewe kama mtazamaji wa VIP online usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, ku like na kushare na ku comment, ili kupata update za waswahili wenzetu na wanamtaani wenzetu, kwa kupata habari zao na maisha yao halisia huku mtaani bwana, si ndo tumezaliwa huku mtaani bwana, si ndo tumekulia bwana. Karibuni sana wana VIP katika kipindi cha mtaani kwetu, karibuni sana ni mimi Mendez, host wako, nakuja kukulia leo ndani ya Mikindani. Ciao.

Ndio kae. Ndio tukae. Kwa nini mbona muoga? Tupe stories za Mikindani. Kuna mpia gani huko? Mikindani kwa vizuri. <laughs> mm -hmm. Mpia si umbea tu. Yaani umbea Mikindani umejaa. Umbea gani huo? Wa kuchunguzana chunguzana. mm -hmm. Nani tena na kuchunguzana? Wasichana wasichana mtu. Hebu mwambie kwanza. Naambia ati umbea tufanye tu angalie. Tuangalie maisha tusifuatiliane fuatiliane sana. mm -hmm. mm. <laughs> Eh, mbona unaonekana kama una mengi mengi ya kuongea, lakini anaogopa. Funguka hivi, Stella. Mikindani, changamke, tufanye biashara, tusipende sana ile, huyu amefanya hivi amefanya hivi, ile haipendezi kama kama kama Usiniambie mimi waambie hao. Ndio naambia kama hivi barazani. Kwa kuna mtu wako mbona kama unampiga dada? Ndugu yangu. Maana umeambia mwambiaaa kapale barazani kajua dada unapigwa madongo. Hapana, kani ndugu yangu, kumpiga madongo. Kwani ndugu yako sio mbea. mbea. Wala sio mbea ndugu yangu. Aha. Njoo kwa dada, dada dada. Sasa umechukua vitu vyote alafu umekimbia? Njoo hapa. Ndio naye. Ndio naye. Njoo dada njoo. Dada njoo. Njoo nge. Vipi? Tuna kazi za kufanya. Asilimia tisini ya wasichana wa Mikindani hawafanyi kazi. Kazi yao kuzurura, majungu ndio kitu ambacho wanakiweza, na kudanga. Asili ya pwani kudanga. Kumbe tupe dada Dada njoo kwanza. Umeanza vizuri. Sasa eh, eh, mtupe. Nishamaliza. Umemaliza nini? Hebu tupe asili ya pwani. Eh, pwani, kumbe asili yako danga. Mimi, mimi, Mimi sijui, mimi sio mkazi wa pwani, nataka nielewe. Wewe kwenu wapi? Mimi? Kwetu huko Shinyanga. huko wapi? Kwa sasa Shinyanga huko. Ah, danga. Siku hizi kila sehemu wanadanga. Kweli? Eh. Ah, so kweli. Wote tuna danga amna, pwani oh, danga. Ja danga. Amna ah, mi siku hizi nimeacha. Umeacha, kama uko na danga? Ah, ni kwa mdangaji mzuri tu, kwa nini umeacha? Nimepumzika. Eh? Ameolewa. Sijaolewa. Ha? wala sikufichi, mi sijaolewa na mtoto mmoja hmm. Niko tu na baba watoto wangu, maisha yanaenda, sijaolewa, ila ikitokea fursa ya ndoa naolewa. Kwa hiyo kama akitokea mtu na kipindiko, uko uk, uk, uk, na baba mtoto, unaolewa. Naolewa. Hiyo ndo asili ya uswazi, msiogope watu wangu. Wewe mtu unaishi na baba mtoto. Lakini unasema akitokea si shi nae, mimi mwizi ni mume wa mtu, kwa hiyo naiba tu. Mume wa mtu. Eh, kwa... umeongea kwa sauti ndogo sana na. Akitokea fursa unapenda kunisikilizisha kwa sababu ya nini? Nachukua. Kwa hiyo akitokea kijana? Ah, tunaenda. Nisiende kwa nini? Ah. Dada mzuri lakini maneno yako nayaogopa. Mtafutia mtafutieni kazi tuache kudanga. Sasa mara mmese kumbe mtafutiwa kazi muache kudanga? Ehe, amupendani kwa nini, dada? Mtakoni amepata tu kumchukia mwenzake. Kwa hiyo kumbe asili ya Mikindani watu hivi wa... ah, mi ni kila e, kila sehemu sio mkoa wa Mtwara tu, iwe Shinyanga iwe Dodoma iwe Tabora iwe wapi, kila sehemu. Ndio maisha sasa hivi yako hivyo, kufuatiliana, kuchunguzana, ila vibarua tatizo hamna. Kwa na wewe una kibarua? Ah, mimi kibarua changu pale ofisini kwangu nasukasuka, nauzavijola maisha nayo. Wewe unafanya biashara gani dogo mdogodagadagabarazanidaa Sijaenda kwani? Sijaenda. Kwani unaumwa? Napumzika. Kwa watu wa Mikindani kutokupendana. Mimi nazungumzia sana Mikindani. Najua Tanzania nzima kuna hilo tatizo. Lakini naongelea Mikindani kama Mikindani kwa sababu watu kwa Mikindani. Sasa cha ajabu mnavyoniambia hivyo, ninachoelewa mimi Mikindani ni wanaishi watu wa karibu, watu wa pole. Lakini mnachoniambia kwangu kunakuwa kama ni surprise. Hiyo ilikuwa zamani. Ilikuwa zamani sasa hivi. Sasa hivi mji si unakuwa. Na kweli mzee pale alitwambia zamani Mikindani ulikuwa kama ufungi Ramadhani viboko. Ndio. Lakini siku hizi kawaida tu. Kawaida mm, nyonye mnaona ni kawaida kawaida, hmm. Haya, wape ujumbe watu wenye tabia mbovu au wenye tabia ya kudanga, sio wanataka kufanya kazi kudanga. Yeah. Kudanga, kudanga, watu wacha kudanga sababu hakuna kazi ya kufanya ila wacha hmm tu kuchunguzana hmm kwao, kudanga unaruhusu sasa kazi ya kufanya si amna kudanga, wadange tu kwa sababu hakuna kazi ya kufanya, si ya hmm, kudanga si kazi eh? Hmm, inategemea na mapatano yenu eh, kazi kama kazi nyingine, mnalipa kodi kwenye serikali iyo hivi ukiwaambia watu hivi, mtu akitaka kuelewa nini maana ya, unamwelezea vipi? ah, kudanga ndio maana yake. kumbe na mwanaume mmoja na, na wewe unasema unaishi na mwanaume wako. Nimeacha ni lakini umesema kitokea mwanaume anakuoa lakini cha ajabu uko na mwanaume tuna yani ndoa ni, ni jambo lingine hmm. Na sio kudanga tu. Si umezaa naye, lakini eh, kwani kuzaa naye tatizo? Wanasema mza, wazazi hawaachane, haipo hiyo. Mkiamua mnaachana? Ah, wapi naijua tia nia tu M baba mtoto akapiga simu anasema anataka kuja kumwangalia mtoto. Ah, inategemea na mikataba yenu na hiki Miku... ni mkataba ndo inategemea kama unaruhusu akupige pigie simu muda wote ndo utaiharibu ndoa yako. Sasa kwa mfano ushakuwa na mimi nikishakuwa kwanam... mke wa mtu tayari na baba watoto wangu pembeni akitaka kuongea na mwanae inabidi ampigie baba watoto wangu simu. Wewe usikupigie simu wewe. Pigie mimi simu tayari mke wa mtu. Acha. Kumbe ndoa inatakikana kweli kwa kweli. Ndoa inatakiwa heshima ndugu yangu mm -hmm. Usipoiheshimu ndoa hudumu. Hemu wape ujumbe waro kwenye ndoa afu anashindwa kuzitunza ndoa zao. Emwaambia walokuwa kwenye ndoa lakini kuto kudanga kumakona huku, jamani, mimi siwezi nikaambia nika chochote walikuwa kwenye ndoa kwa sababu mi bado sijafika, sawa? Sio kuambia, yani kuna watu hapo kwenye ndoa lakini kudanga. Kulizish, wana tabia za kudanga, kutokuridhishwa na wanachokipata. Sasa mtu mpaka unaolewa, unasemaje? Uridhishwa, kuna yani sijui nisemaje, hmm. Mwingine aliziki na kipato. Hmm. au mwingine anaolewa kwa ajili ya kipato, alizishi na tendo. Hmm. Kumbe kwenye ndoa, hizi kuna siri kubwa. Kabisa. Sasa mimi ninachojua, yani mwanaume mpaka anakuja kukuoa ina maana wewe mwenyewe mwanamke unatakiwa kumfahamu mwanaume ambaye anakua wa Akishakuwa kwenye ndoa ndo uanze kuleta hizo drama na hizo kashkashi. Siku hizi ni ndoa ambazo zimejaa tu nyingi ambazo zimejaa tamaa kwamba mtu anaolewa na mtu kwa ajili ya kitu au mtu anaolewa na mtu kwa ajili ya tendo. Mwere, lazima tatoka nje. Hapo vijana tunajua wamechangamka siku hizi. Kwa hiyo wewe kijana au mbabu vijana wa siku hizi wanaita mbaba. Sijui. Kwa hiyo wewe unataka kijana wa aina gani? Mimi nataka kijana yule ambaye mpambanaji kwamba Mwenyezi Mungu akinijalea nimepata mwanaume ambaye anajua kujitafuta. Liz linapatikana, inshallah. Wowote yule, haijalishi anapanda juu ya mnazi, anauza gongo, anauza pombe, mlevi, mimi ninachotakia wanihudumie ni ile kutwa mara tatu kitandani, akiwa ovyo na anafanya hizo huduma ah, natakiwa na kitandani awe mzuri, akiwa ovyo lazima nitatoka. Wenyewe wanasema vizuri havikamiliki. Unaweza ukapata mkaka akiwa vizuri kidogo, nitamfunza, nitamwambia mimi nataka unifanyie hivi, mimi nimezoea kufanywa hivi sasa huyo unamfunza. Je, akija mtu ndo ambaye anakufanyia hivyo utamkumbuka kweli? <laughs> <laughs> <laughs> Ah, vijana naita pambe <laughs> Dada kweli, mimi nakuuliza serious. Unajua kwa nini kwenye maisha iko hivi? Unaweza ukapata mwanaume ambaye ana hera lakini kwenye tendo sio mzuri, na unaweza kupata mwanamume ambaye kwenye tendo ni mzuri lakini hana hela, unafanyaje? yn yani hapo ya, kuchepuka kupo tu, nitatoka nje kufuata mwanaume mwenye hela, nitarudi ndani kulizishwa na tendo mwanaume mwenye hela. Na mwanaume ambaye anakuridhisha kwenye tendo yupo, namtaka wote na nawataka Chagu, ah no, chagua moja ah, kuchagua moja hapo kipengele eh, hmm? dada unasema apo, maana anakuridhisha kuridhishwa nako kuna laa yake, maanake kama hujafanya lile jambo naumwa, wacha inabi hmm, ninajiulizishwa. Aya, asanteni. Hebu Mtaani Kwetu.